Ya kwenye nyumba yenye fensi unafanisha na simu ya laki mbili jamaa, halafu unaniambia eti simu yako haina quality. Nyumba nzima hiyo hapa, acha unichamba. <laughs> Hapa sebuleni jikoni ah. ah, ata yecyava chumba chava chumba chava chumba chava choo chava choo, chumba ni choo, chumba cha pili hapa. kwa chumba sio choo kia. nyumba nzuri, nyumba kali, mazingira mazuri. Laki tatu kwa mwezi. Ndio switch ya? Yaliyo nani ndani kwa hapo, sijaiona kile choo kile cha upande huu.